Nilale hapo. Ai, na vile umeniumiza, hata nang'ang'ana tu sana kutembea. Sasa unang'ang'ana aje na nami? Nimekutengeneza vizuri, umenitengeneza, na nami ndio nasikia hiyo uchungu. Hii ni uchungu kwa ama ni nini? Ndio fast ilikuwa utamu, lakini saa hii apana. Mimi siwezi rudi, najua hata sasa hii babangu ana nitafuta, sijua hata kinipata hata nimeza hata nifanyia nini. Ah, tu rudi tu kwa nyumba tumalizie hii game uende jioni tu. So wewe wewe, umejua wewe? Hapana. Kumbe ya, ya. s <laughs> <Kujatu. Ayopana. laughs> Hey! Magi, uko unafanya nini na huyu kijana, huyu kijana mwenye kila mtu anaamini hapa anafutanga bangi? Mimi nimeshinda usiku wote nimekutafuta, kumbe umekuja kwenda kukaa kwa huyu kijana, umeenda umekaa kwake umelala mpaka kwake. Magi, mimi unatakaga unipee aibu ya aina gani kwa hii kijiji? unatakanga niaibike namna gani? Unatakanga nifanane namna gani? Ndio sasa siku moja unipatie respect, lakini lakini si unanifungia kwa nyumba. Huyu kijana yeye alisoma mpaka class 2 hata class 2 akumaliza, aliiba penseli za wenzake akatoroka. Umekuja unaenda tu unakaa na yeye, unalala naye. Ndakupe ndakupiga kofu ziga mdomo yako hii. Hapo utakuwa unanitusi. Uko uko nafani? Kumtengeneza tu. Unatengeneza mtoto wangu. Wazazi wako wanajua unatengeneza mtoto wangu. Umeleta ng'ombe kwangu. Unasikia wewe? Nitakutandika sahihi kwa vile mdomo yako iingia ndani ya masikio. Lakini zenye wewe na mama mlikuwa mnakatana mimi siku. Unasikia vile unaniambia wewe? Ai, baba. Nimeuza paka shamba, nimeuza shamba nikauza paka ng'ombe zangu za kulima ndio nikupeleke shule usome. Umesoma vizuri. Unakuja unasimama na wewe kijana mwenye akili yake ni mbaya. Lakini huyu kijana kwani nafikiria watu hawajui kwa wajuku, hii area ndio mwizi na ndio hata anafuta paka banki. Huu ni msimu wa kufurahia. Wewe unasikia wewe? Hii mambo niko naenda mpaka kwa chief, kama utatandikwa tu viboko wala kupa viboko vikali sana lakini nimemtengeneza. Wacha hii ku, kufungua mdomo yako unaongea, takupiga ngumi za hii masikio, hii masikio itokee kwa masikio ingine. Uko very stupid wewe. Mm -hmm. wewe unasikia vizuri sana Saa hizi tuko tunaenda na wewe unaenda kupanda gari unaenda kwa mjomba wako Kitale. Ai, baba mimi sio ujinga, unakuja unakuja unaleta aibu. Unaleta aibu tu hapa unaanza kulala na vijana wenye ni wajinga, kijana mwenye alisoma alifika class two. Hata nasikia ah kumaliza hiyo class two alipa penzi za watoto wengine. Tusamehe tu. Nikusamehe nini? Wewe niko naenda kuleta uh, chief. Pita hapa twende nyumbani. Very stupid. Pita hapa twende. Yaani mpopo unaenda tu unanipatia aibu unanipatia aibu tu kila mahali kila mahali mzee wa kofia mzee wa kofia Yaani, mimi nimegharamika, nimekusomesha lakini bado wewe unaenda tu mimi